Ebeneza, Ebeneza, tusaidie. Sasa blaa samani kidogo, japokuwa nimekutoam kwenye maombi, nilikuwa na shida, uniazime kama elfu mbili venyewe hapo, nikaangalia mpira hapo kwenye maombi. Ee, kuliita jina la Mungu muite jina la Yesu, wewe tenaaogao We... yeah oh, ah. yeah. eh, eh, umesema wamefungwa ngapi? Ah, basi sasa hivi sasa hivi nakuja, yaani sasa hivi baada ya dakika chache nakuja hapo, natokezea sasa hivi hapo. Uh, sasa blaza, labda uneatoendelea niache ibada niache maombi. Mpo huko nje muda wa ibada, muda wa maombi saizi na mpo huko nje. Kuna nini kinachoendelea hapa saizi? uh, mtumishi mtumishi, nikaa uh, kwenye maombi kijana no, no, akaja akanaa pamba no, samani uh, na kuomba nje fika hapa, ananiomba uh, shilingi elfu mbili aende kaangalie mpira uh, eh, mtumishi mtumishi hey, kweli muda wa ibada, muda wa maombi. Mzee sema kila ifikapo jioni tukusanyike tufanye maombi, wewe unaanza kwenda kwenye mpira saa hizi muda wa maombi? Kaa kwenye ibada, mzee amesema tukae kwenye ibada, huko kwenye mpira. Ukiokoka achana na vyote, wewe umeokoka, bado unawaza tena mambo ya mpira tena, kule kule cool. Umeokoka bado unawaza tena Misri baba baba, sio sawa baba, hiyo 2000 bil tungekula sisi hapa chakula eh, tungekula jioni tupate nguvu ya kufanya maombi baba kote, apana, baba kote lisa, apana. Wali, apana, kwenye, apana, bada, baba kwenye, apana, baba huko, ni sawa aje kwenye kwenye ibada baba? Haiwezekani baba, haiwezekani hiyo 2000. Hela inge tusaidia sisi tupate chakula cha mchana hapa ili tufanye ibada kwa nguvu. Kuliko wewe kutumia hiyo elfu mbili kwenda kwenye kwenda kwenye, kwenye kwenye, kwenye, kwenye, mpira baba na ushaokoka useme naacha vyote, naacha pombe, naacha kuangalia mpira, naacha nini na baba yetu ameshatufundisha. Leo tunafanya haya. Aka, ah, baba. Sema mara moja mama. Moja yani mara moja moja hiyo ni kawaida. Hani. Mama kuna changamoto gani? Mara kazi. Moja so kila siku. Mimi nataka niwaulize watoto wangu. Naam, no, no. Naam. Eh, nataka niwaulize watoto wangu. No, mimi nimeweka hela yangu kwenye begi. Niende nikanunue mboga nipike. Naam. Mtule wote twende kanisani, mala yangu haipo. Nimeangalia haipo, basi atakuwa, hua, atakuwa mtumishi hapa kwa sababu yeye ndo anamuomba saizi baba hapa ba, 2000 ba, akaangalia mpira yetu mtumishi, ujachukua elfu mbili ambayo mama tuandasi ah, tule tule jioni leo tufanye ibada.

Yuzi tu kaokoka hapa leo anawaza tena mambo yale ya mpira mambo yale ya pombe. Ya Ndio ha, maana hata mimi na binamu yako nyumbani kule ni kwana tunalalamika hela iko wapi kwa nani imeenda 1020. Ah ah. Uh Unachukua -uh. no, hela 1020. Ah nayo nilechukua nilienda kwenye eh, asili eh, eh, pale nyingine. Wewe mtoto. Yeye ni wewe mtoto. Yeye ni mwenye sana kwa umichan... mbele <laughs> ya 1020 mwenye kuangalia mpira. Ah so mpira tu maana nyingine ni kwa nimeenda kunywa ya nyingine na kwa mengine. Si juzi tumetuambia umeokoka tumekuelekeza kwamba akusamee maovu yako yote magonjwa yako yote tena no. Umerudi tena kule hakuna no. Faida huko hakuna faida, jana tunasema kwa Yesu kidogo na <laughs> mbinguni kidogo, yani sawa kote kidogo, huku kidogo na huku kidogo. Hapana, michanganyo haitakiwi no, yani michanganyo haitakiwi no. Ukiamua kuokoka okoka kweli, kwamba sasa mimi nimeamua kuokoka no. Naomba Mungu anisaidie kama naona, na sisi lengo letu ni kukusaidia, tukutoe huko no. Unaona kaka hapo alikuwa anaomba mm. Umemtoa kwamba una, una, una unaomba hela kwenda kuangalizia mpira. Sisi lengo letu ni kukusaidia, hatutaki kuendelea kupotea huko no. Kwenye kuangalia mpira, kwenye kunywa pombe, tunataka uwe pamoja na sisi wote no, tunakutana tuna, tuna ibadani Omba Mungu atusaidie kwa pamoja, tu tunaenda kwenye mwelekeo huu mmoja. oaaa ejaokuwa anasema utanivumilia kidogo, maana huku inatakiwa ibadani kidogo kwenye Ah, nakuja nakuja sasa hivi mama, nilikuwa naongea na watumishi hapa nimeona kama walikuwa wanachelewesha hivi. Ah, nakuja nakuja. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi hivi nakuja. Pole sana pole sana, malaika huyu mdogo, wakumvumilia sana wakumvumilia sana mtumishi. Kwa sababu Baba anasema tuwavumilia watu atuwavumilia. Pole sana, mekutoka kwenye maombi kwenye ibada. Pole sana baba, pole sana baba, usikate nia baba. Asante.